Mambo vipi mtazamaji wa Almas Digital? Eh, bwana leo nimekuja kumtembelea David Kampista kwenye moja kati ya maskani zake bwana, nikamfumania kidogo. Bwana mambo vipi? E, e, mimi niko sawa. Fresh kabisa. Fresh kabisa. Meneja la boli umeliona? Eh, meneja ametua. Yupo mm. nchini na nasikia ameanza kazi. Ameanza jana. Eh. Ameanza mm. na vijana, kina Mohamed Bajebe. Nasikia kijana anamuulizia sana. Mmh. E, sema angalizo, watu wasi wasimwaharakishe kwa sababu ya ya maneno kwenye mitandao ya kijamii. Mohamed mm. Bajabi nimeona ameanza mazoezi. Haikuwa na, na majaya. Kwa hiyo meneja ameanza na afi vijana. Vijana watu wanaotamani kuona uwanjani. Kwa hiyo yu, yupo nchini. Umefika ume mazoezini au bali? Ah, nimefika jana. Umemuona? Nimemuona meneja la boli. Boli inatembea? Ah, pira tatu. Eh, hebu niambie. Kuna kitu tofauti bwana hapa. Mm. Wanasema Simba amemtangaza kama meneja, mm. lakini majukumu anaonekana mm. kwenda kufanya ni kama ya kocha, Una tofauti gani hapo kati ya meneja na kocha? Okay, uh, mimi sio mtaalamu sana uh, kwenye eneo la masuala ya vyeo vya kiufundi mm, lakini kwa, kwa uzoefu wangu na kile ambacho kimefanywa na Simba Sports ni kujaribu kuweka mambo sawa ambayo yalikuwa hayako sawa kwa sababu uh, kuna, kuna vitu havijakamilika ambavyo vitamfanya vita qualify kukaa kwenye benchi la ufundi kuiongoza klabu ya Simba, na hii ni kwa mujibu wa matakwa ya, ya, ya, ya shirikisho la soka barani Afrika CAF. Kwa hiyo namna ipi sasa wanaweza kujidefend, ikabidi wampe hiyo title ya, ya manager mkuu, lakini kiuhalisia ni kwa sababu kuna vigezo ambavyo hajavikamilisha, inabidi apige refresher course ili aweze kupata hivyo vigezo sahihi, mwisho wa siku aweze kuendelea na majukumu yake. Lakini sio kwa mara ya kwanza kujitokeza eh, changamoto kama hizo, kwa sababu eh, kila, kila kila kila shirikisho eh, federation uwa ina, ina utaratibu wake. Kwa hiyo vigezo vimewekwa hivyo, lakini bwana Pantev hajakamilisha, imesababisha ime, ime kwamba Simba Sports watafute hicho kichaka hicho cha kumtambulisha, lakini uzuri mimi jisikati nilikutana na Ahmed yari, a nilikuwa naye, alinieleza ukweli kwamba wao mara zote wananunua maarifa e, kwa hiyo wanachoamini ni kwamba e, Pantev ana maarifa, amesoma, lakini kuna baadhi ya vigezo watashirikiana kuweza kuvipata ili kumfanya Awe certified kwa ajili ya kufanya majukumu yake kama kawaida. Kwa hiyo mm, kwa mujibu wa Ahmed Ali kwa namna ambayo nilizungumza naye mimi mwenyewe kwenye, kwenye Sports Extra. Uh, ilikuwa siku ya Jumapili mm, ni wazi kabisa kwamba uh, Pantev haja qualify. Inabidi uh, update information zake ambazo zitamfanya aweze qualify kuwa ni, eh, ni kocha mkuu wa klabu ya Simba. Kwa hiyo watafanya hua wata taratibu. Lakini kwa sasa hivi mnachoambiwa ninyi ni kwa sababu tuwe hayo mazingira kiwalisiani kwamba anahitaji kwa, mba, kwa, lakini kikubwa ni kwamba ni kocha mzuri eh, kocha ambaye eh, alionyesha kwamba ana kitu kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports eh, ingawa anasema kwamba sidhani kama inatosha kumfanyia ku tathmini ama ku ku, ku, kureti ubora wa kocha kupitia labda mechi moja ama mbili, lakini pia inatosha eh, mechi mbili wewe ukaridhishwa uka, uka na namna ambavyo mwalimu ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, coach timu yake na inacheza vipi, kwa hiyo Simba wamempata mwalimu mzuri au mengine atabaki kuwa ni stori za makaratasi, lakini mwisho wa siku tuone boli uwanjani. Pengine kwenye swala la falsafa ule mpira aliocheza akiwa Gabron unaona ni falsafa pia ambayo Simba wanaenda si. nayo kwa namna ambavyo timu ilicheza ili Gabron ungetamani kuiona Simba inacheza vile. Simba unajua ni timu kubwa, ina mafanikio. Kwa level yetu kwa, kwa, kwa, kwa ukanda wetu, yaani kutokea Tanzania timu kucheza robo fainali mara kadhaa Champions League lakini pia fainali ya Kombe la Shirikisho, uh, ungetamani kuiona Simba ikicheza ule mpira wa Gabron, kwa sababu ni mpira mzuri unavutia, lakini pia unaona, uh, timu inaonekana inacheza kikubwa, unajua uh, ukitazama siku ile, uh, ukitazama Simba na Gabron ulikuwa unaiona una Simba ndani ya Gablon. Yani Simba ilipaswa kucheza kama Gablon, kama Gablon. Of course lakini mm, kwa bahati mbaya sana kwa sababu Simba inapitia changamoto eh, za mabadiliko kwenye eneo la bench la ufundi mm -hmm. Wachezaji wapya, huwezi kukipata kilichobora ndani ya kipindi kifupi, lakini pia inategemea na kocha ambayo uliye naye. Kwa hiyo hata Simba wanajaribu kuboresha kwenye maeneo mengi, kuanzia kwa wachezaji, lakini pia kwa benchi la ufundi. Kwa hiyo kwayo haiwezi kuwa ni, ni, ni, ni zoezi la siku moja, naamini pia kwa sababu kocha uh, ameiona Simba, amewaona wachezaji, na yeye ana maarifa yake, atawaambia ni mpira wa aina gani nataka waucheze kwa Simba Sports hapo mm. hapo kwenye mpira gani ambao Simba Sports wanaenda kucheza. Ukimwangalia okay, okay. David Faldu, pia mwalimu ambaye ameondoka na pia ingizo la mwalimu mpya, unaona bado Simba watakuwa watakuwa kucheza mpira wa namna gani yani sasa unajua, kila klabu sina falsafa mm, kwahiyo klabu ina, ina ajiri mwalimu kulingana na falsafa yake, e, yaani klabu ina falsafa yake, utaratibu ambao wanautumia kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kucheza mpira wao. Kwahiyo huwezi kuenda kumchukua mchezaji, I mean kocha ambaye falsafa yake ni kujilinda, kama wewe timu yako falsafa yake ni kushambulia ama kudomi, I mean kumiliki mpira kukaa na mpira wakati, yani kuna timu ambazo zenye sifa yake kubwa ni, ni, ni, ni, ni kukaa na mpira wakati mm, unatafuta una matokeo, na kuna wengine falsafa yao ni, ni kujilinda eh, kwa kushtukiza, unajua vitu mm, kama hivyo. Kwa hiyo ninachoamini kwamba Simba tunafahamu wote kwamba Simba ni timu ambayo inapenda kupossess runyas sio? Kwa hiyo mm, hata aina wachezaji na hata makocha wanaochukua ni wale ambao wanaendana na falsafa yao. Kwa hiyo ninachoamini, Simba wametazama kocha ambaye anaendana mahitaji yao kama itakuwa ni tofauti, tafsiri yake ni kwamba wao ndio watakuwa wamekosea kumhaya huyo huyo mwalimu. Kwa hiyo ukiwasikiliza wenyewe viongozi wa Simba, wanaona ni kocha ambaye anafanana na imani yao ya namna ambavyo wanacheza mpira wao. Kwa hiyo e, Pantev amepatikana, ametuonesha akiwa na Gabron kwamba ana uwezo wa kucheza ule mpira ambao Simba wanautamani ambao wao kwa sasa hivi Simba hawana Simba huo mpira um, ambao wameona, ndo maana ndani um, ya siku mbili mechi mbili tu wameamua, eh, huyu anatutosha, tumchukue pira vwe, tatu, tatu, say, Pira Tattoo mm. pira ya kuza mob kwa <laughs> hiyo so, maybe sema so, issue mazingira. Pia najua wakati mwingine timu kubwa zina pressure, anaweza kuwa anatarajia hicho kitokee, lakini ikawa ni mazingira tofauti na players. Unajua namna ambavyo watakuwa na wata, wata, wata, wata, wata. mapokeo dhidi ya mwalimu mpya kwa hiyo kwa sababu siku sio nyingi, tutaona mpira ukichezwa, tutaanza kufanya tathmini sasa ee hey, yeah, United imehamishiwa kwenye klabu ya soka ya Simba mm. au tutaanza kutafuta mchawi tena bwana, inawezekana kwenye Simba. Kwa mfano, Manchester United wanahangaika kila kukicha, anakuja kocha huyu, anaondoka, anakuja kutoka Ajax, wanatamani kuona mpira wa Ajax, unapotea wanatujui kuchukua kocha sijui kutoka Sporting Lisbon, sijui ya Mourinho, unakuja mpira Manchester huu, hamna kitu. Sometimes unaweza kuwa una unamleta kocha kwenye mazingira ambayo sio sio sahihi kwake. hapo hapo, sasa tumalizie malizie hapo hizi mm. timu za Kariakoo zimekuwa zikiamini ndani ya makocha ambao wana CV kubwa, lakini ukiangalia CV ya meneja mpya Pantev, unaona CV yake ni ndogo kabisa. kwa upande wako, unaona Simba walikuwa sahihi kumchukua Pantev? Uh, hey. <laughs> Sawa una, unajua Inawezekana. Unaona, unaona kwa upande wa Young Africans, mm. eh, kwa Romain Folz kinachotokea Young Africans walimtamani kocha kijana ambaye wangeamini kwamba n angekuja na vitu vipya na angewafanya eh, kuwa washindani na vitu kama hivyo, lakini kwa bahati mbaya sana, kwa sababu ni kocha ambaye sio mkubwa Afrika, unaona kuna pressure ambayo inamwandama lesha ambayo ina muandama, na mwisho wa siku inahamia kwa viongozi viongozi, eh, hey, bwana vipi, unajua mashabiki na vitu kama hivyo. Sasa timu kubwa zinahitaji kocha mkubwa pia, mm. uh, ili kuepusha hizi uh, easy pressure ambazo sometimes zinaweza kumuondoa kwenye mstari kabisa. Kwa hiyo kuna kuna pressure pia, wakati mwingine kocha ambaye hana uzoefu mkubwa anaweza kukutana na mazingira yakawa tofauti, akashindwa kukabiliana nayo na mkashindwa kupata kilicho bora kutoka kwake hiyo ni, ni risk lakini, kama viongozi wana backup, wanaamini kwenye kwenye mradi e, ambao wamemshirikisha mwalimu, pasipo kujalisha nje watu wanazungumza kipi e, nadhani haijalishi kwamba ana CV kubwa kiasi hicho. Cha msingi ni kwamba anakuja na na vitu vipi ambavyo vinaendana na mpira wa wa kisasa unavyohitaji, sio? Kwa hiyo lazima viongozi na wenyewe wawe tayari kupokea mawazo mapya, wasikariri, na wawe waweze kumbackup na kumpa ushirikiano pasipo kuangalia ni kocha na CV ndogo au kubwa kiasi gani. Unaona Azam ana Florent Ibenge sio? Mm. E, Ibenge kwa sababu tayari ameshajipambanua ni ngumu pia hata kuwaza kumtilia mashaka hata kama timu yake haichezi vizuri. Mm. Watu wanaamini tayari ashafanya makubwa akiwa na AS Vita, RS Berkane au sio, Al Hilal Omdurman. Kwa hiyo kuna nyakati timu inaweza kuwa inapitia, yes kwa sababu tayari tushamuona kwenye nyakati tofauti tofauti na kideliver. Watu wanaweza kumpa muda lakini kwa kocha mpya wakiona timu inasuasua mwanzoni wanambona wana, wana, wana tuone backup ya, ya, kwa mfano Gamond angeenda Simba <coughs> timu inge struggle kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa miezi hata miwili mitatu, lakini tayari alisha seti standard yake kiasi kwamba watu wanaweza sio na mashaka naye kwa sababu watu wanajua ubora wa Gamond, lakini kwa Pantev, Michimbe, <coughs> kwa sababu ya mechi mbili akiwa na Gabel United Akija ndani ya mwezi afu watu waoni wa, yakitokea maswali mm, naweza kawa mengi a, ndicho ambacho kinatokea kwa Roman Falls. Hiyo kuna faida ya kuwa na kocha ambaye ana CV kwa sababu tayari ameprove somewhere kwenye daraja la juu, lakini ambaye, eh, bado, kwa yule ambaye bado mtihani wake ni kwamba ni vyema akifika, eh, matokeo yakaanza kuonekana mapema ili kumwondolea hiyo pressure.